Tuzo hii ni kitu kikubwa kwangu, kwa hiyo tutaendelea kupushi. Namshukuru Mungu, wategemee makubwa. Shabiki wa TRA wazidi kutupa sapoti yao, tunaimani tutafanya vizuri, timu itaweza kubaki ligi kuu. Timu ikiwa bora mnatengeneza nafasi kwa lazima, mtakuwa mnakosa zaini baadaye, mkipata nafasi mnaweza kuitumia, ni moja ya mchezo Haya mabadiliko pengine yanatokana na kocha huyu au ni, ni namna tu ambavyo pengine mmeamua kujiweka hivyo? Na mimi amekuja mwalimu mpya, kwa hiyo amekuja na mfumo wake, kwaona mbinu zake, hiyo ameona hao anastahili kuanza, amewapa nafasi, ameweza kupata matokeo. E, pengine kwa namna ambavyo kocha alivyokuja na ukiangalia ugumu wa ligi kuu ilivyo kwa sasa e, na kwa namna mlivyoingia leo uwanjani, unadhani utakwenda na mabadiliko haya ya aina hii na kuweza kumudu pengine eh, eh, ligi kuu ilivyo sasa? Kiukweli ligi ni ngumu, ligi ni ngumu. Namshukuru Mungu tumeshapata matokeo mechi hii, tunajipanga kwa mechi inayokuja dhidi ya JKT na imani ntafanya vizuri.